Tarehe 27 ya mwezi huu wa tisa mwaka 2025, tutakuwa na tukio la kuwapongeza wanamichezo wetu. Tunampongeza kwanza ndugu Sergeant uh, uh, Alphonce Simbu ambaye ameshinda medali ya dhahabu ya marathon kule Tokyo Japani. Amepata ushindi ambao umeipatia heshima kubwa nchi yetu. Huu ni ushindi wa kwanza Tanzania imeupata wa kupata medali ya dhahabu katika marathon ya kimataifa. Huyu ni bingwa wa dunia.

Nawapongeza pia eh, Tembo Warriors ambao wamekuwa washindi wa pili wa Sekafa. Kwa hiyo haya yote eh, ni mambo makubwa na muhimu kwa nchi yetu, na sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tumeona tutumie fursa hiyo kuwapongeza na kuwatia moyo ili waendelee kufanya vizuri zaidi, lakini pia kuwatia hamasa na wengine wajitokeze kuja kucheza na kuipeperusha vyema bendera ya nchi yetu Tanzania.